Beki wakati mwenye uraia wa Nigeria Kehinde Keni almaarufu kama Isha anaifanya majaribio kunako klabu ya Yanga, ameonekana kufanya vizuri katika majaribio yake. Mchezaji huyo ambaye Oktoba 11 ya mwaka huu anatarajiwa kufikisha umri wa miaka 25, msimu uliopita alikuwa anacheza kunako klabu ya Ali Itihadi ya nchini Omani. Mchezaji huyo aliyekuja Tanzania kujaribu kubadilisha upepo baada ya kucheza soka lake katika ukanda wa magharibi pamoja na bara la Asia, na sasa amekuja Tanzania ili aweze kutafuta namba kunako kikosi cha Yanga katika mazoezi ya leo, Isha alionekana kucheza vizuri na kumvutia kocha wa klabu ya Yanga mzambia George Rwandamina, ambaye anasubiri kutoa uamuzi ili aweze kusajiliwa. Klabu ya Yanga bado inayo nafasi moja ya kusajili mchezaji wa kigeni ili kuweza kuziba pengo la beki wa kati mtogo Vincent Bosu, kwani tayari mkongo Papi Kabamba amekwisha chukua nafasi ya Haruna Niyonzima alihamia kunako klabu ya, ya Simba. Kuna uwezekano mkubwa wa mchezaji huyo kuweza kusajiliwa na klabu ya Yanga na uwezekano wake wa kucheza mchezo wa kwanza siku ya Jumamosi dhidi ya Ruvu Shooting kwenye uwanja wa Taifa. Jumamosi klabu ya Yanga inatarajiwa kucheza na Ruvu Shooting ili kuweza kutambulisha kikosi kipya cha timu hiyo ambacho wamekisajili msimu huu, baada ya juzi kutoka kuifunga Singida United kwa jumla magoli matatu kwa mawili. Usisahau kusubscribe subscribe channel yetu, lakini pia like na kucomment ili kuweza kutoa maoni yako juu ya sisi kuboresha kazi zetu.